Ya, tunamshukuru Mungu <coughs> maandalizi yetu yanaenda vizuri kabisa. Tunajua kwamba haitakuwa mechi rahisi. Siku zote hakuna mechi rahisi kati ya Simba na Azam, ni mechi ya dabi. Kwa hiyo tunayochukulia mechi hiyo kwa umuhimu mkubwa sana. Maandalizi yetu yako vizuri kabisa. Kitu kizuri ni kwamba kila mchezaji wetu yuko kambini kwa ajili ya mechi hii na wachezaji wote wako tayari tunajua Azam wana timu nzuri, wana timu nzuri sana na wana mwalimu mzuri. Kwa hiyo haitakuwa mechi rahisi. Yote tunayafahamu pamoja na ubora wao, uzuri wao na uwekezaji wao kwenye, kwenye timu yao, tunahakikisha tunahakikisha kesho lazima tupate alama tatu, japo haitakuwa rahisi, lakini tumejipanga kutoka na alama zote tatu katika mchezo wa kesho. <coughs> Ya, nafikiri kama ulivyosema ni timu ambayo kiukweli inacheza kwa balance kubwa sana Azam. Kwa hiyo unapokwenda kukutana nao unatakiwa, unatakiwa makini sana, nani wa kucheza, nani asiocheza kwa sababu kama wanavyosema nafikiri ni swala la sisi benchi la ufundi tuna, tuna, tuna session leo ya mazoezi ambayo ndio itatupa mwanga kwa ajili ya mchezo wetu wa kesho

Ya, ni kweli tumekuwa na tatizo kubwa sana la kutumia nafasi. Ukiangalia game zetu za nyuma tumetengeneza nafasi nyingi sana, lakini tumekuwa kuzitumia imekuwa ni shida. Hata mechi iliyopita tumepata matokeo, lakini tumetengeneza nafasi nyingi sana, kama tungeza kuzitumia, tungeza kupata matokeo zaidi ya haya. Tumekuwa tukilifanyia kazi sana kwenye suala hilo kwenye uwanja wa mazoezi kuhakikisha nafasi tunazozipata lazima tuzigeuze kuwa magoli. Kwa hiyo tutahakikisha kesho nafasi tunazozipata kuweza kuzigeuza kuwa magoli na kuweza kupata alama tatu katika mchezo wa kesho. <tutu> <tutu> Ya kesho, mbali ya Kamara, utamkosa mchezaji Mzamiru Hasini, ana matatizo ya kifamilia lakini tutaendelea kum, kumkosa Hamza ambaye bado ni injured. Wachezaji wote waliobaki tunashukuru Mungu wote wako kambini na wako, te, wako tayari kwa ajili ya mchezo wa kesho. Nikushukuru sana mwalimu, nikutakie kila heri kwa mchezo wa kesho. Asante sana.